ma atakufa lini? Ishafika mwezi minne tayari. Huyu binadamu Allah kamba uhai na Allah mipanga kila kitu yake kama mimi na wewe. Hmm. Kama kama baada baada ya kufika mimba mwezi minne ameharibika mwanamke atakaa nifasi. Lakini kabla hawezi kukaa nifasi, maana yake mtoto mwenyewe bado hajakaa. Yes, yes. Mtoto ni kama nyama tu, na hii hawezi kuzuia sala wala somo wala kitu chochote, sio nifasi nifas. nifas kiarabu ki kama unasema Sheikh, Abubakar haa ni nafasi jo karibu hapa, ndio neno kiarabu hii oh. Mwanamke alikuwa mtoto ndani ya tumbo kutoka mpatikana nafasi mmm, nafasi. Sasa <laughs> huyu aupata nafasi mtoto bado hajakamilika haja mwili mm, wake hajafika mwezi mitatu. Naam. sawa sawa.